Victoria inakabiliwa na, na changamoto ya gugumaji. Gugumaji hili limegawanyika katika aina tatu. Aina ya kwanza ni gugumaji jipya aina ya Salvinia molesta, aina ya pili ni Mota hayasin, na aina ya tatu ni gugumaji la asili aina ya mtende. Mheshimiwa Waziri Mkuu, magugumaji haya yameathiri mifumo ya, ya ekolojia, shughuli za usafiri na usafirishaji, na shughuli za uvuvi katika baadhi ya maeneo ndani ya Ziwa Victoria katika hatua za muda mfupi, zoezi la uokoaji lilianza katika eneo la Kigongo Busisi kwa kuokoa gugumaji jipya aina ya Salvinia molesta kwa kutumia mitumbwi na matenga. Kwa kipindi cha mwezi Februari hadi kufikia tarehe 18 Mei mwaka 2025, tani 840 kilikuwa kimeokolewa. Zoezi hili limesaidia kuandoa changamoto ya usafiri na usafirishaji katika eneo la Kigongo Busisi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sasa hivi eneo letu lazima linakabiliwa na magugumaji ya asili aina ya rutenge pamoja na faida za mimea ya asili ya rutenge ya rutenge katika hifadhi ya Nairobi magari ya samaki na kutuja maji ya injao ziwani. Mimea hii inapomeguka na kuacha eneo lake la asili na kuingia ziwani inaathiri shughuli za usafiri na usafirishaji pamoja na shughuli za uvuvi kwa wananchi. Katika eneo hili pekee la Kigongo Busisi, ekari mia tatu sabini na tano za zimeathirika na gugu hili aina ya rutenge mheshimiwa waziri mkuu eneo hili la kigongo busisi kwa siku moja tunavusha watu zaidi ya elfu kumi hadi elfu kumi na nne kwa hiyo ni eneo ambalo lina shughuli nyingi sana za uchumi feri zinapozimika zimekuwa na usumbufu mkubwa sana wananchi walikuwa wanatumia zaidi ya masaa mawili hadi matatu kuvuka kutoka upande huu hadi upande unaofuata lakini ukitumia lile daraja hata lile la muda tunatumia dakika tatu hadi dakika tano. Kwa hivyo umetusaidia, na ni wajibu wangu kukushukuru hadharani. Kwa muda mrefu sasa tumetenga fedha kununua mtambo mkubwa tena miwili, ndio kuwa inafanya kazi ya kutafuna magugu pia yakapoonekana ndani ya ziwa natunataka nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan, rais wetu kuridhia kutoa fedha hizo kununua mitambo hiyo mikubwa miwili ili ibaki ndani ya ziwa Victoria, itakuwa kuna kwenda kokote na ndani ya ziwa hili kwenye mikoa yetu hii, kuanzia mkoa wa Mara, lakini Simiyu, Mwanza, Geita na Kagera. Itapita paa kwenye visiwa ili kuafiki kama hakuna zaijizubaji, lakini mara moja iliwe. Kwa tumeshaweka mpango wa kupambana na ziwa hili.